Lakini kama ambavyo unaona eh, Pacome Zouzoua ndiye nyota wa mchezo wa leo ama man of the match. Na eh, kama ambavyo unaona miongoni mwa yale makubwa ambayo huwa wanafanyiwa, kwanza ni kukabidhiwa zawadi kutoka kwa wakilishi wa Benki ya NBC. Uh, Pacome, are you conversant to English? Ah, English kidogo kidogo, small small small small English. Okay, we are going to use Kiswahili. neno lako kwa mashabiki baada ya kufanikiwa kwa mabingwa hii leo, lakini pia ushindi ambao umepata. You speak French eh? No, I'm not conversant.

Okay, ni Pacome Zouzoua akikabidhiwa uh, zawadi ya nyota wa mchezo wa leo na Benki ya NBC. Na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha, anakabidhiwa zawadi na mwakilishi kutoka Benki ya NBC ambao ni wadhamini wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, ndiyo nyota wa mchezo wa leo, ukiwa ni mchezo ambao ulikuwa umebeba hisia za wengi, ni kama fainali kwa sababu Ligi Kuu Soka Tanzania Bara ilikuwa haijakamilika pasina mchezo wa leo.